Jubilei kwa Wayahudi ilikuwa mwaka wa hamsini. Walitakiwa kusameana, walitakiwa kuanza maisha mapya, kupumzisha ardhi, mashamba. Hakuna bosi wala mfanya kazi, hakuna e, mkubwa na mtumwa, wote walikuwa wanasawazisha maisha yao, yaanze upya. Ni Jubilei, ilikuwa sasa kuanza upya kuwa na matumaini kwamba tumtazame Mungu aliyetutoa Misri na twende kwake katika nchi ya Kanani, nchi ya ahadi. Sisi tunaosherekea jubilei, wakati ule Wayahudi walisherekea mwaka wa hamsini, sisi kila miaka ishirini na tano ishirini na tano ishirini na tano tunasherekea kikanisa na katika imani yetu. Basi jubilei maana yake pia kutazama nyuma na kujipanga upya. Wapi tumemkosea Mungu na wapi tumemfanya vizuri, na kutazama mbele kwa matumaini tukimtazama Kristo aliyeshinda mauti kwa ajili yetu. Hii ndio jubilei. Na unapohitimu, wanafunzi wa kidato cha nne, unapohitimu masomo yenu, kazi hii ya O level, basi lazima utazame nyuma. Wazazi wenu ni nani? Walezi wenu ni nani? Mlizaliwa wapi? Mlianzaje masomo yenu? Kijiji gani? Shule gani? Walimu nani waliowafundisha wakuwa shule? Lazima utazame nyuma, ulipo hapa. Unaweza kufurahia jubilei yako ya, ya, ya, ya elimu, kumbe umewasahau kule.